Msaidizi wa askofu wa kanisa la kiinjili la kilutheri Tanzania yani KKKT dayosisi ya kusini mashariki, mchungaji Geofrey Mposola amewataka watu wenye mahitaji maalum kutokata tamaa bali wamshukuru Mungu kwa jinsi walivyoumbwa. Mchungaji Mposola ameyasema hayo baada ya idara ya diakonia ya KKKT dayosisi ya kusini mashariki kuendelea kugusa maisha ya watu kwa kuwapatia misaada mbalimbali wakazi wa mkoa wa Mtwara, bila kujali dini zao kama ilivyolengo kula kanisa Wapendwa wa Mungu, sisi wa Kristo tunasherehekea kuzaliwa kwa mwokozi wetu Yesu Kristo ambaye ninyi wengine Waislamu wanamuita Isa bin Maryam. Kao kwa upendo ule ambao Yesu mwenyewe alitufundisha, ndio ambao timu hii imeona iendelee kuenzi na kuishi katika yale maagizo ya mtume wetu Yesu Kristo, kwamba wapendeni watu waombeeni watu watendeni mema watu. Wewe ni mfano wa Mungu, uwe mwanamke uwe mwanaume uwe una hali yoyote ile, wewe ni mfano na sura ya mwenyezi Mungu. Kwa usiogope, usikate tamaa, usifadhaike, usijione wewe ni duni sana, ujione wewe ni sehemu ya watu walioumbwa kwa mfano wa Mungu. Amina, kwa wote tuko sawa. Pia Mchungaji Mposola amewataka wanufaika wa msaada huo kuwa na shukurani badala ya kuuza na kutupa nguo na vitu mbalimbali wanavyokabidhiwa na idara ya diakonia kama zawadi. Jamani, ukipewa chochote hapa usiuze. Amina, amina. Usidharau ulichopewa. Watu hawa wame wamekesha usiku na mchana kukuwazia wewe, wamepanga wameratibu mambo yao tarehe ishirini ili mimi na wewe tuwe hapa tupate kupokea hicho kidogo tunachokipokea leo. Amina, amina. Kwa hiyo kama, usidharau tusiuze vile tunavyopewa wala tusitupe tunavyopewa kwa sababu ukitupa hata Mungu hawezi kukuletea baraka tena, hawezi kushusha baraka kwako kwa, kwa sababu umedharau kile ambacho Mungu amekupa. Nimesema leo hakuhudumii Kabyemela na timu yake, anayekuhudumia ni Mungu. Mtume a ya Yakobo anasema dini iliyo safi ni kuwaona watu kama hawa na kuwasaidia watu kama hawa. Mungu yeye ana huruma sana kwa watu wote. Mbarikiwe sana mnaokesha usiku na mchana kujadili na kufikiri namna gani ndugu zetu hawa wa watapata zawadi kidogo ya yes sikukuu kama hii kuelekea Christmas siku ambayo anazaliwa Yesu Kristo. Kwao tunapofurahi sisi wa Kristo na hawa wenzetu wa dini mbalimbali mbali, kuna Waislamu, kuna wengine hawana dini, kuna wengine sijui Wakristo humu ndani tunafurahi kwa pamoja. Naye mmoja wa wajumbe wa kamati ya diakonia na mratibu wa tukio hilo mwalimu Johnston Kabyemela amesema jumla ya watu 250 wamepatiwa wa msaada huo ikiwa ni pamoja na nguo, sukari, unga, mchele huku wengine wakipewa mitaji ya biashara na kulipiwa gharama za matibabu, ambapo jumla ya shilingi milioni sita, laki mbili na elfu hamsini zimetumika katika zoezi hilo, na tulijiwekea utaratibu kufanya zoezi zoezi hili mara tatu kwa mwaka. Kwa hiyo tunafanya wakati mwezi wa tatu kwa ajili ya Pasaka, tunafanya mwezi wa tisa na mwezi wa kumi na mbili kwa ajili ya Krismas ambayo ni leo, na tumewatunza watu mia mbili na hamsini. Kuna wanafunzi watano ambao tumewalipia ada shilingi mia laki nane na elfu arobaini, lakini kuna mwingine ambaye alikuwa anahitaji mtaji tumempa elfu sabini na kuna mwingine ambaye ni mgonjwa ambaye anachomwa sindano tatu kila mwezi. Sindano moja na gharimu laki tatu na nusu ya kwanza alishachomwa, kwa hiyo leo tumekabidhi shilingi laki nne kwa ajili ya sindano ya pili, lakini ile nyingine iliyobaki tutaimalizia ili aweze kupata matibabu yake vizuri. Pamoja na hayo sasa tukawatuza watu, watu wengine kwa kuwapa mchele na nguo, lakini kuna kilo mia na moja na hamsini ambazo zinaenda kwa watoto wenye usonji na watapelekewa na sukari kilo hamsini eh, pale Upendo Rehabilitation Center mchele kilo mia na hamsini juisi katoni nne pamoja na nguo lakini katika hilo tumewatunza pia wafungwa ambao wamepata mchele kilo mia moja na hamsini wamepata sabuni katoni moja wamepata dawa za meno miswaki na nyembe pia kwa ajili ya usafi wao gharama yote ya vitu hivi imefika karibu milioni sita laki mbili na hamsini elfu kwa kweli tunamshukuru Mungu kama ambao wametoa muda wao na nguvu zao kuwatunza wahitaji. Mungu awakumbuke wao na uzao wao katika jina la Yesu. Na hii ndiyo ibada njema. Mungu awabariki sana. Sambamba na hayo, baadhi ya wanufaika wa msaada huo akiwepo Fatuma Samli Ismaili, Julia Mateu, Saidi Dadi Mtanga na wengine wamelishukuru kanisa la KKKT kwa msaada uliopewa na kuomba kuendelea kuwa na moyo wa kusaidia watu wote wenye matatizo mbalimbali. Fatuma Samli Ismaili. Mimi ni mlemavu wa macho, nawapongeza hao wenzetu waliotukumbuka kwa siku ya leo na sisi kupata faraja chochote walichokuwa nacho wakatupatia kama sisi wahitaji maalum. Hilo nashukuru, na, na wengineo waendeleze kama wanavyoendeleza wenzao kutukumbuka, kwa sababu wanapotuacha nyuma tunajisikia vibaya, lakini kwa kama hivi wanavyotuitaita na sisi tunajisikia faraja, hata watoto wetu walio kwa nyumbani wanajisikia faraja. Naitwa Julia Mateu waivu. Nashukuru wajuku zangu wote, nashukuru kanisa Nashukuru wote kwa kijumla. Nimepata nchele na nguo basi. Nawa na uleni chinzikicha kuja kuniweka hapa. Nashukuru mama huyu uwe na ntima wambone una leki ntima wowo. Ah, kwa jina mimi naitwa Saidi Dadi Mtanga nimefurahi katika siku hii ya leo kuona kwamba ndugu zetu wa KKT wametambua uhitaji wetu. Ni jambo ambalo kusema kweli wamekuwa wakilifanya mara kwa mara na huu ni, ni mwendelezo consistency ambayo sio jambo geni kwa wao, imekuwa ni kama kawaida sisi kututambua kama tulivyo. Kwa hiyo na washukuru sana watu wa KKT. Mwenyezi Mungu awabariki, Mwenyezi Mungu awafanyie awa, awa, awa, awa kila wepesi, ili wao waweze kutusaidia kwa mara nyingine tena. Nikiripoti kutoka mkoani Mtwara, mimi ni Christian Ngao wa Upendo TV.